Kubwa tunachotaka kuongelea ni ile reality hali halisi yes. Kuna mambo mengi sana vijana mtu ana sisi ukitajua temu kilimo, kwanza unawaza cha wazee cha watu vijijini ama wastaafu. Hatujui kwamba kuna watu umri wetu wanatoboa kupitia kilimo na kuna wenye vile vile vile wanachanganyikiwa kupitia hicho hicho kilimo. kweli kabisa. Lakini ni somo ambalo ni kama limegoma kabisa kuingia kwetu vijana, inasababishwa na nini? Wewe kama mtaalamu umepata mafunzo, umebobea kabisa kwenye kilimo na baadaye utatupa tips. Nikitaka leo hii mimi kufanya kilimo cha kisasa nifanye cha mazao gani? Niepuke nini? Nistiki kwenye nini? Ila kwa nini, yani general, kuna mtu ye akiangalia hivi mkulima anashtuka mkulima hivi na hivi tunafeli. yeah, yeah, wapi kwenye upande wa kilimo? Vijana yani kwa vijana, kuna sehemu kadha wa kadha. Nikianza kwamba shida kubwa kwa vijana tunasema kwamba ile taswira unasema ile mindset ya vijana, kwa sababu hmm, ukishasema kwamba unasema mambo ya kilimo, ah, mambo ya kizee, mambo ya wazee wetu, mambo ya kijijini, sisi vijana wa mjini, inakuaje sisi na kwamba haifai sisi kwetu, lakini kilimo kama kilimo, ukiweza kubadilisha mindset yako, uelewa wako na namna ambavyo unavyoichakata, haina shida kwa sisi vijana kabisa. Umeona kwa kama nilivyosema hapo awali kwamba mindset, uelewa, mm, tunavyoichakata kwa sisi vijana, nadhani no tukasema kwamba malezi au mambo yaliyotuzunguka yanachangia kwa sehemu moja ama nyingine, au ndo utandawazi, umeona. Kwa hiyo inaweza kuwa inachangia, lakini tukiweza kutengeneza mazingira ambao vijana tunapata elimu ya kutosha, ujuzi wa kutosha, tukaelimishwa, nadhani tunaweza tukatoka kwenye hiyo ilo eneo ambalo kilimo kwetu inakuwa shida kwa vijana. Umeshashuhudia wakulima, yani mtu huyu ni bilionea kutokana na kilimo kabisa. Kweli kabisa, yani hata tukizungumzia watu duniani wengi wanafanikiwa kwa sababu ya kilimo. Kuna vijana eji zetu wanafanikiwa kwa ajili ya kilimo, ni kwamba tu ila, sisi kama vijana kwa ujumla ila hatujaamua tu kuamua kwamba mimi nataka nijikite kwenye, kwenye kilimo lakini Ito, wengi kabisa wanafanikiwa kwenye kilimo. Kuna sababu ambazo zinawakwamisha. Kweli kabisa. Izo changamoto tunaweza tukazifahamu? Yes sabau uh, cha kwanza tulishataja kwamba ni mindset ya vijana, pia ujuzi. Kuna ujuzi napo, pia tunakuwa ujuzi na elimu kuhusu kilimo hatuna wa kutosha. Naweza tukasema aba, ujuzi labda mashuleni, auelekezwe vizuri mavyuoni, na huku same level level ya mazingira tunayoishi pia, umeona na pia tunaweza tukaenda mbali zaidi tukasema pia pamoja na kuwa na ujuzi na elimu, naweza kusema kuna changamoto pia ambazo zinatukabili sisi vijana tunashindwa kufanikisha masuala ya kilimo. Kwanza kabisa, wa kitu kikubwa kinasemaga uh, upatikanaji wa ardhi, kwa sababu vijana wengi kumiliki ardhi ni changamoto. Ni kimoja hapo, unaweza kukuta ardhi inamilikiwa na wazee au ni ukoo au ni kwamba ardhi hipo huko ambayo iko nje ya mjini na vijana kama vijana kumiliki ardhi ni changamoto kidogo, aidha kwa sababu ni gharama au pia ni ile kuwezeshwa namna ya kumiliki ardhi, ambapo ninapo itaungana na ile ishu kwamba elimu na ujuzi. Sababu ingekuwa kama kuna mazingira ambayo tumetengeneza kwamba kuna dawati, kwamba twende tukae, bwana kijana, ukitaka umiliki ardhi ufanye moja mbili tatu, ingekuwa rahisi zaidi. Lakini vijana wengi inakuwa changamoto sana kwetu. Kwa hiyo ukichanganya mambo ya kuwa na ile ujuzi elimu, ukosefu wa wa ardhi, napo sisi vijana wa kuna, kuna kuna namna kwa vijana wenzangu, kuna ile ishu ya kuwa tunataka vitu haraka haraka, kwa sababu ukiingia kwenye masuala ya kilimo inahitaji uvumilivu, kujituma na pia, na pia kujikita ile kwamba bwana nimeamua kufanya kilimo, ngoja niingie, ni sasa nifanye. Lakini wengi vijana wanataka hela ya haraka haraka, waona kilimo kama kinawachelewesha miezi mitatu minne mitano, nasubiria sijui nini kitokee, ni ishu kwa sababu kusema ukweli masoko yapo, mazao yanahitajika, lakini uzalishaji hakuna. Kwa hiyo tusije tukasema kwamba kilimo hakiwezekani, kinawezekana ila kwa sisi vijana kuna setback na changamoto hizi ndogo ndogo ndogo ambazo tukiweza kuzibadilisha sisi kwetu haziwezi kutupa shida. Na vipi swala zima la mitaji? Ah, kwenye uh, ishu ya mitaji uh, watu wengi nimekuja kufuatilia na mimi, kipindi hicho enzi hizo walikuwa wanasema mtu yote, kijana yote ukimgusa ukimuuliza, wana vipi kuhusu kulima? Ah, sina mtaji. Sina mtaji, sina mtaji. Sawa. Mwanzoni pale niliongea kwamba kuhusu mindset. Ile uelewa na taswira, na taswira ya kuhusu kilimo. Sawa? Unaweza ukapata mtaji wa kilimo hapa sasa hivi. Lakini hujui unataka kufanya nini. Kwa hiyo tunasema ni kwamba umeenda kuchezea hela. Lakini mtaji tunaiweka ya pili baada ya kwamba umesha kuwa na mindset kwamba sasa mimi naenda sasa kufanyaje? Nimeamua kufanya kilimo. Umeona? Sababu inawezekana vijana tukapewa hapa kiasi cha hela fulani, fulani fulani fulani, lakini mwisho wa siku hakuna kitu kinachotokea kwa sababu hatujui tuenda kufanya nini, ujuzi hakuna. Tunasema umeenda kufukia hela, alafu amna kitu kinatokea. Umeona? Kwa hiyo cha kwanza, kama kama inaweza kuwezekana kwe, kwenye level ya nchi, kama nchi iweze kusema sasa tunawabadilishia taswira mindset vijana, kuna hichi na hichi, wakatengenezewa uh, waka mazingira ambayo vijana wakaaminiwa sababu cha kwanza vijana kuaminiwa ni changamoto kidogo sababu wengi kuna mazingira ambavyo tulivyokuwa huku mtaani mashuleni mtu kusema bwana mi namkabidhi kijana milioni kadhaa kwa ajili ya kilimo ni changamoto kweli ujanja mwingi. E, ujanja mwingi sijui hela imepotea kaenda sijui kabeti sijui imefanyaje kuaminiwa ni ishu kubwa sana kwa hiyo vijana wakiweza kuaminika wakapewa mitaji wakapewa na ile access, ukapata sasa unaweza, kama sta so kuuziwa ardhi hata ukakodishiwa ardhi kilimo mm. kinawezekana. Kuna ambao wameshakumbana, na tutaomba uzungumzie ishu ya masoko pia. Sai John labda alishalima katoka na nyanya zake doma au mafirula kafika, yeah. mabibo kapigwa na kitu kizito, soko limemdisappoint anajiapiza, hatokaa kaa kulima tena maishani mwake. Ishu ya masoko imekaje? Ishu ya masoko ni swala nyeti sana, na pia ni swala rahisi sana. Sasa lazima uweze kulifahamu na uweze kulitambua vizuri. Sasa umeambiwa masoko, sawa, fahamu masoko yapo ya kila zao. Soko liko wapi na soko linahitaji nini? Ukirudi nyuma, sasa umesema kijana, umepata ardhi, umepata mtaji, umepata ujuzi, kaa chini tafakari cha kwanza, kabla hujapanda kitu chochote kwenye shamba lako, soko lako ni lipi? Soko linataka nini? Sababu kama mabibi wanataka nyanya aina ya ansila panda ansila. Sasa wewe soko linataka nyanya, wewe unaenda kutupandia matango. Sasa, naishu hapo au, let's say, tu stick kwenye zao hilo la nyanya. Watu wanataka nyanya aina fulani, au kitunguu cha aina fulani Mtu anataka kitunguu aina mbegu ya Red Bombay, uenda kulima kitunguu sijui cheupe, utafika mabibo na vitunguu vyako, hatakushangaa napigwa na kitu kizito. Kwa hiyo very important kushapata resources huko, eneo, ujuzi, soko linataka nini, uwezi kupata tabu. Sababu kuna masoko hapo hapo. Mm -hmm. kuna, <coughs> kuna ile kulima kwa mkumbo kuna, yeah. kipindi kuna, mm -hmm. kipindi kuna kipindi vanila ilivuma, kuna kipindi tikiti likavuma, kuna mm kipindi avokado ikavuma -hmm. Soko yes dimandi ni kubwa ipo, lakini still watu wanaingia na wanapigwa na kitu kizito. Yes, hiyo kweli lipo. una clarify vipi hiyo kweli ipo? na ipo sana. Sasa hiyo tunasema, tusiseme kwamba ni kiutaalamu zaidi, kwa sababu mimi siwezi kujua saizi Mbeya, sijui nani kaamua kulima nini huku, sijui wapi kaamua kulima nini, tunasema ile pata ni zile riski za kawaida kwamba bwana msimu huu watu wengi wameamua kulima vitunguu, wengi msimu huu wameamua kulima viazi, wengi msimu huu watu wamelima wame, wame nyanya nyingi, unakuta sokoni zimefanya zimezidi kwa, unakuta hata ile bei ambayo unakutana nayo inakuwa si rafiki sana. Kwa hiyo nayo inatokeaga hiyo pia, umeona? Kwa hiyo naweza kusema u, uingie ujuzi kidogo, uingie gharama kidogo, useme ufanye research kidogo, ufanyije. Ndo tunarudi sasa pale kwenye soko letu soko linataka nini? Na je, kama unaweza ukachagua zao ambalo halina halina hekaheka heka sana kwenye soko na kuletea shida. Maana mama zao yanafahamika, nyanya na kuaga na hivyo vitunguu, na kuaga na hivyo. Kwa hiyo ni, ni utaalam tu kidogo, useme bwana, mimi naamua kufanya zao hili ambalo halina ushindani hivyo, niki ni, mimi nikiingia sokoni haiwezi kunipa shida. Hiyo nao inawezekana pia. Wewe kama mtaalamu wa kilimo cha mbogamboga leo hii una mshauri vipi yule mtu ambaye kakata shauri anasema naingia na, na miguu miwili kwenye kilimo? Mimi kama mtaalamu wa kilimo, kwa mtu ambaye sasa ndo anataka ajikite kwenye kilimo, sawa. Kuna mazao kama pilipili mwendo kasi, kuna sweet melon, haya nani ma, ma, ma, uh, matikiti matamu, kuna vitunguu, kuna nyanya na kuna hoho za rangi. Ifahamike, ndio. Sa, haya mazao ndio anahitajika anahitajika kwa sana na soko lipo, lakini huwa riski hazikwepeki, zipo ilo lazima lifahamike. Hakuna kusema kwamba kuna zao moja yani hapa ni riski ni zero, hamnaga yani, wewe inatokeaga kwenye mambo ya kilimo. Kwa hiyo sasa kwa mazao hayo niliotaja, uh, mimi nimejikita kwenye mazao hayo, ila nimejikita sana kwenye pilipili ya mwendokasi. Duration ya pilipili mwendokasi kutokea unaposia mbegu mpaka unaanza kuvuna ni kipindi kama miezi mitano hivi. Umeona? Ya, hapo ukitoa sijui mbegu nimesia mwezi mmoja na wiki moja, hapo umeamisha miche shambani, imekaa tena kama miezi mitatu mitatu na nusu. Kwa hiyo siku ya sifuri mpaka miezi mitano, sasa bwana pilipili zimetoka, sasa tunaanza kuvuna. Umeona? Ambao pilipili hiyo hiyo ya mwendokasi, baada ya kuanza kuvuna, una miezi saba hapo katikati, ambayo kazi yako ni kuvuna, kumwagilia, kupiga dawa na kuweka mbolea. Sasa mazao kama haya ambayo hapo kwenye demand, ukiangalia soko. Uh, why, na, nasema kwamba zao hili lina faida sana uh, kwenye wakulima. Sio vijana tu peke yao. Wakulima kwa ujumla. Kuna yale mazao ambayo kidogo yanachukua muda mfupi zaidi afu na, yani, ya una, kuna yale mazao ambayo kidogo yapo katikati, ambayo kidogo nayo yanavuta muda. Mahindi miezi mitano, ukiweza kuvumilia hapo, wewe kama mkulima, baada ya, bei ya soko inategemea, tunasema ile gunia la kilo sitini inaweza ikatofautiana kuanzia laki na sitini mpaka laki mbili na hamsini inategemea soko imekaaje. Wapo kwenye soko la Mabibo, kama ni kipindi hicho pilipili ziko chache mpaka laki mbili na hamsini au inaweza ikaenda zaidi inategemea na soko lilivyokaa, au pilipili zikiwa nyingi kidogo laki na arobaini laki na hamsini Lakini hapo ni kuhakikisha kwamba pilipili hazitobaki kwa sababu kuna hizo utazosafirisha huo, kuna zile ambazo atachakata kwenye makampuni ya pilipili. Yani, tuseme kwamba ni pilipili haina hautabaki ba, hauta na makapi ambayo utasemasapanimepataasasachmekainachukua mez kanyaa inachukua kadhaa kaaa uh, kama hoo za rangi, nyanya, vitunguu ni yale mazao ambayo hayapishani sana. Tunaongelea miezi mitatu pale mitatu na nusu, hapo katikati hapo, haichukui muda mrefu hiv Yani, kizidi sana ifike miezi minne, lakini mitatu mpaka minne, tofauti tu kidogo hapo mm -hmm. Na kila, kila zao hapo lina mahitaji yake, lakini hayatofautiani sana. Kama unavyojua vitunguu havipendi maji mengi huku eh, e, sweet melon nayo, matikiti matamu nayo, kuna mazingira yake ya kutengenezewa. Wengine wanapandia wana, wana kwenye, kwenye greenhouse, wengine wanafanya open field kwenye shamba tu la kawaida la nje, inategemeana hoho za rangi nazo zina utaalamu wake na lazima ufahamu. mm. Sababu hizo hoho za rangi ni tofauti na zile hoho za kawaida, sio zile za kijani, hizo zinakagaza njano, nyekundu kidogo zina, zina bei kidogo, ndio maana nikasema mwanzoni kwamba ni zao ambalo linahitajika na lina faida. Sababu hizo zinapimwa kwa kilo, kutofautiana mm. price, market price, market price, lakini sana sana kilo moja, mm -hmm. kilo moja. Sasa kama ni size ya hoho oh, kidogo zipo, unaweza kashangaa hoho oh, tatu kilo moja. Hmm. Hmm. Shilingi 5000. Tuongelee issue ya output hmm. say in in one acre katika hmm. field yako hii, labda eka moja hmm. inaweza kukupa pilipili gunia kadhaa, upande wa tikiti inaweza ikakupa, tuongelee kwa haya mazao in terms of acre tu Ah, kwenye masuala ya kilimo kila zao lina utaalamu wake. Sasa kwenye mambo ya eka hapo, tukiachana kwamba kila zao kuna ule utaalamu wa kupanda kwamba kuna sentimita kadhaa, kama pilipili pili sentimita 60 kama tikiti labda utaambiwa mita moja kutoka mche mpaka mche, kama ni kitunguu nao utaambiwa sentimita kumi na tano kwao zitakuwa tofauti tofauti tofauti kidogo lakini tukisema tu kadirie kadirie ekari moja let's say ya uh, pilipili sawa ambao tuseme itabeba miche elfu sita mia mbili hamsini hiyo tunasema tu hapo ni ile miche ya uhakika sababu kwa kupanda tunajua kuna miche na ukufu hapo tumeingia kitaalamu zaidi lakini tunasema ekari moja miche elfu sita mia mbili hamsini hapa sasa eh, tunatoa gunia kwa wiki tunasema basi hapa inaweza katutolea ba tani na kasoro ppo umehudumia hapo, tumeongea nile mazingira yale yana yakaeka, ndio uhakika kwa sababu mchi wa pilipili tunasema kwa yale maisha yake yote yale unatakiwa utoe kilo zaidi ya tatu na kuendelea. Hizo ni realistic figure, yani ile za uhakika, sio zile bwana mchi wa pilipili umetoa kilo kumi na tano. Ah, hiyo hiyo mnaka ya kwa, kuna figure kama hizo. Kama ni vitunguu, navo utatoa gunia zako hapo, na inategemeana nategemea na aina pia, kwa sababu kuna vitungu vingine watu wanapenda vidogo vikubwa, kwa lazima nao itakuwa tofauti. Lazima tuzingatie ilo nao kwenye zao, kama matikiti na hivyo, moja, moja moja, na hivyo ekari moja mita moja ukipangia pale nao na matikiti yake, kutegemea na utaalamu. Kuna ishu mm, nzima ya loss. Loss kwa maana sio soko tu limemgaragaza mm, umeuza kimebaki hizi, yani, ni perishable goods. Kwa nini Watanzania tunakuwa wavivu sana kufanya value addition kuongezea kitu thamani? Sei wewe ni mkulima wa pilipili, kuliko tu zote umeziswaga kwenye mahoteli au mabibo au masoko mengine usichakate ukaipreserve such that hutupia hata sumni, kweli? Changamoto ya value addition kama mtaalamu unaisemeaje kwenye mambo ya value addition? Kwenye kuongeza thamani hiyo naweza nikasema wakulima wengi kwenye wana, wanafanya, wanafanya utafiti wao, wanakuwa kwamba tunasema ni tunnel vision kwamba nimeangalia tu eneo moja bwana, mimi hapa nikitoa pilipili zangu zinaenda mabibu au nikitoa nanu zangu zinaenda Iringa, imeisha. Option nyingine ni zipi? Umeona hizi pilipili ambazo sa, sa, zimeiva sana zinaenda wapi? Ndio maana nikatoa mfano mwanzoni kwamba kuhusu pilipili, kwamba hakuna kitu ambacho utakikosa, ni kwamba utazitumia zote, ni kwamba kuna zile pilipili ikitokea na soko la nje zimeenda, kuna soko la hapa ndani zimeenda, kwa wale wanaotaka kutengeneza pilipili, napo pia hiyo option ipo, umeona? kwa hiyo ni ile tu uongeza ujuzi, useme kwamba nikuja nifanye utafiti wa ziada, sababu ndio yale tunasema kwamba kama tunakosa muda au tunataka tu mambo faster faster lakini ukisema mambo kaa chini, ukafanya utafiti vizuri kwamba bwana, kuna moja mbili tatu, ili mimi niweze kupunguza ile hasara ntakaupata, kwa sababu hasara hiyo ipo, hiyo inafahamika. Mambo mengi yanatokea kwa barabara, ni gari limekwama, mzigo umeharibika, unafanyaje? Unaona kwao ni ishu ya utafiti tu hapo, imekaa kitaalam zaidi. Kuna <coughs> tuongelee ishu ya kile kilimo cha WhatsApp, kile. E, watu, <laughs> kilimo kilimo cha WhatsApp, kilimo cha tikiti, ukiweka milioni moja unavuna milioni hamsini <laughs> unapata fuso tano kilimo cha WhatsApp. Unakiongeleaje? Yani, kilimo cha WhatsApp yani, hapo imebidi nicheke kwa sababu yani, uh, kabla sijawa mtaalam niwe tu mkweli, si wenyewe tukuwa wahanga yani. Ila nilikuwa sijaanza kulima, ila nilishia kushuhudia na nikaona kuna ile unapigiwa mahesabu bwana, ukiweka matikiti kiasi hiki chini, ukivuna kila tikiti unapata milioni kwao, ukiwekeza milioni mbili unapata milioni kumi na tatu Hicho kilimo cha WhatsApp bwana kina shida. Sasa hicho kilimo tuki, tukigawanye kwa sehemu mbili, upande wa kwanza tunasema kwamba kilimo cha WhatsApp kuna kile cha kwamba uhalisia wake sio ukweli. Tunasema kwamba karibu asilimia hamsini haina uhalisia kwa sababu kwenye hayo mahesabu unaoambiwa hapo Hakuna uhalisia kwamba zao limeharibika. Uh, mambo ya umeme shambani, mambo ya pampu, hali yao imeenda sivyo, wadudu, sijui magonjwa huko shambani, sijui im, imetokea sijui labda imetokea kimbunga kimepuliza sijui imetokea nini na nini huko. Hivyo vyote havijasemwa kwenye hicho kilimo cha WhatsApp. Hiyo ni moja. Kilimo cha pili, uh, tukisema sasa kuna wale wanaopenda kufanya kilimo wao wako mjini. Afu kuna wale ambao wako mashambani, hiyo ndio ni changamoto na ni changamoto ambayo kila siku. Yaani, ukitaka ukisikia mtu anakuambia bwana, kilio changu mimi, kilimo kimenipiga. Nikimuuliza tu swali la kwanza. Hata na mimi nimeuliza. Ulikuwa unaenda shambani, utasikia aa, ngoja siendi, naenda kwa mwezi mara moja, au yani kwa miezi miwili, shida ile ile. Narudia tena mwanzoni, nilisema kilimo lazima ujikite, ujitume, ujiwekeze kama uenda shambani enda kakae, kama utajenga kibanda chako shambani ukae huko na maza yako, haina shida, kwa sababu una uhakika na unachokifanya lakini. Kwamba nitaenda nitarudi nitamwacha mtu hapa ansaidie kusimamia, huo ni uongo kabisa, hicho hmm. hicho hicho, kwa upande wa pili hiyo nao ni shida hmm. Tukiweza kusema bwana, mimi natoka mjini, nenda zangu kijijini huko, au inategemea shamba lako lilipo, nenda kukaa muda wa mwezi miezi miwili. Sizani kama hivi vileo vitakuwa vingi. Tutaomba kama, kama mtaalamu we, yeah. We umepata mafunzo umepractice na umeona changamoto zilizopo, kuna ishu nzima ya climate change, athari yeah. za mabadiliko ya tabia nchi yeah. kwenye field ambayo umebobea, athari zikoje na unamshauri vipi anayetaka kuingia ku ku, ku, ku kulitilia maanani swala la mabadiliko ya tabia nchi? Swali zuri sana uh, mimi kama mtaalamu kwenye masuala haya ya kilimo, mtu mwanzoni ukiwa sasa ndo ndio tuseme mtu unafanya research na unajiandaa ujuzi, elimu, mambo ya ubadilikaji wa tabia nchi na ni kitu muhimu sana sababu hata saizi ukiangalia mvua nani, misimu imebadilika, joto na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima ni kitu cha kujipanga nacho Bwana, mimi naenda kupanda zao fulani shambani, mahitaji ya maji yako hivi. Je, ikitokea mvua amna, nafanya nini? Navuta maji kutokea wapi? kama amna, najiandaje? au je, naenda kuweka plastiki chini kwenye kwenye mazao yetu, ili unyevu usipotee? Hivyo vitu navyo ni vitu vya kuvifikiria pia, sababu vijana wenzangu asema bwana, aliniambia alinipa ujuzi, lakini bwana mvua imeleta shida. Shida ni vitu ambavyo lazima tujiandae navyo, ili lazima tulifahamu, kwa sababu mm. Tabia nchi inabadilika kila siku na hali inazidi kuwa mbaya kwao, lazima napo ni pia kuelekea kuelekea maanani pia kwenye masuala kama haya mm. Na neno moja kwa upande wa serikali sasa, ambao umeonekana una sapoti ndogo sana kwenye masuala ya kilimo na kumwamini kijana yote ileile tulivyosema inajua, yeah. Ni wajanja wajanja sana yeah. Hawaaminiki. mm -hmm. Wito gani unautoa wito... kwa, especially kwa ili wimbi ambalo unaona mtaani yani mta una watu nyume ambao wangeweza kuwa very productive mm -hmm. kwenye kilimo mm -hmm. lakini wapo wanarandaranda tu. Mi wito wangu kwa serikali, uh, hii naeza nikaliongela kwa pande mbili, kuna mfumo mfupi iye bwana, tunasema mtu amemaliza elimu yake unamwandalia mazingira, au kuna ule mfumo kwamba tuseme tunarudi kwenye ile mfumo wetu wa elimu, tunarudi nyuma, tunarudi, tunarudi chini kabisa. Huko kijana unamwandaaje? Kwa sababu mimi naamini kabisa, kabisa vijana wote kwa ujumla tukiandaliwa vizuri, bali inafika ule muda ambao sasa ndo anamaliza elimu yake, kuna uaminifu anakuwa tayari ameshaujenga hapo lakini sasa unakuja kuchukua sisi vijana ndo tumemaliza chuo tumemaliza Form 6 hapo, tabia ziko hapa na pale, uaminifu unakuwa mgumu sana, kwa hata kuaminiwa na ardhi kuaminiwa na kupewa mtaji ni changamoto sana kwa mimi. Naomba kama tunaweza tukaanza na mfumo, ukatengenezwa mfumo tu ambao hawa vijana tuna tunaanza kuwatengeneza, tunawaandaa kisaikolojia, tunawaandaa na ujuzi kutokea awali. Turudi nyuma kidogo, hata tukianza huku sekondari sasa, sio mbaya, unamwandaa kijana ki, ki by the time Form 4 anamaliza, Form 6 anamaliza, chuo, kuna namna tayari anaaminika na serikali kwamba sasa huyu kijana ujuzi anao, huyu kijana tukimkabidhi hela zitarudi. Huyu kijana sasa tukimwezesha kwa namna yote ama nyingine. Lazima sizani kama kuna namna ambavyo naweza tukafanya tuka kilimo kiende mbele kwa sisi vijana, kwa sababu tunaingilia huku tunatokea huku, sababu zinakuwa ndo zile zile. Bwana, mtaji sina, shamba kati mani, ardhi ipo ya kutosha maj mm. mitaji, mitaji ipo mi najua hela ukisema itafutwe inapatikana, sababu mtu anataka tu uhakika ila itarudi. yeah, vitu kama hivyo mm. challenge kwenye taasisi za fedha je, especially kwenye ku, ku, kutoa mikopo kwenye, ya kilimo? Yes. Kwenye taasisi za kifedha yaani, sababu zetu tunarudi kule kule kwamba ikuamini ikupe mkopo huo mkopo je utarudi, ni mazingira gani yametengenezwa? Sababu saa leo inakukopesha iseme, kwa mfano inataka ikukopeshe milioni kadhaa inarudi lini? Ina uhakika au ina hasara? Taasisi za kifedha ah, bora mimi nimkopeshe huyu ambao nina uhakika tayari amba, anafanya kitu ambacho kwamba ah, tarudi baada ya miaka miwili mitatu, tofauti nimpe kijana aende, a, a, a shambani. Vyote vinaungana, serikali kifedha kaiweke shambani, katengeneza mfumo, so, inafuata kwamba tayari vijana si wako tayari, basi wapeni mikopo inakuwa rahisi zaidi, sababu tayari wawatatasisa kifedha wanaamini kwamba hizi hela tulizoziweka hapa zitarudi. Hmm. Kwa sidhani kama kuna, kuna, kuna shida kubwa hapo, lakini ndo mlolongo wetu ni ule ule, tunaanzia mwanzo pale, mindset, ujuzi, kuaminika, kupata hiyo ardhi, kikaa ni ule ule. hmm. Uh, kwa ushauri zaidi kwenye masuala ya kilimo ya mazao ya mboga mboga, unaweza ukanipata kwa namba yangu ya simu 0687 0279 02.